Kristo tumaini letu, waamini jimbo kuu katoliki la Mwanza, karibuni katika maadhimisho ya hija ya mwaka wa jubilei kuu ya mwaka 2025 wiki hii tarehe 31 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumamosi itakuwa ni siku ya jubilei ya utoto mtakatifu na wazee. Muda itakuwa ni kuanzia saa nne kamili asubuhi. Vituo vya hija ni pamoja na kituo cha Kageye ambapo huko wahusika ni Padri Ivo Mugaruka pamoja na Padri Elki Paluku. Katika kituo cha hija Bukumbi wahusika ni Padri Konstantini Sendama, Padri Emanueli Kishepo pamoja na askofu mkuu jimbo kuu katoliki la Mwanza, askofu Renatu Sinkwande. Katika kituo cha hija Malya wahusika ni padri Emanueli Masanja pamoja na padri Emanueli Mamboya. Na katika kituo cha hija Sumve wahusika ni padri Joni Tindi na padri Zakayo Makoye. Waamini waliopo katika udekano wa Bukumbi, Mkolani, Nyegezi na Misungwi watatumia kituo cha hija cha Bukumbi na waamini waliopo katika udekano wa Bugando, Kirumba, Nyakato na Elemela watatumia kituo cha hija cha Kawekamo. Waamini waliopo katika udekano wa Bujora na Magu watatumia kituo cha Kageye, na waamini waliopo katika parokia za Malya, Ngudu, Mwabagole na Ungumalwa watatumia kituo cha Malya. Waamini waliopo katika parokia za Sumve, Nyambiti na Ibindo watatumia kituo cha hija cha Sumve. Wahusika muhimu wa maandalizi ya hija ni madekano pamoja na madekano wasaidizi, wakuu wa idara, makatibu wa idara, walezi wa vyama vya kitume ngazi ya parokia na dekania. Ikumbukwe kuwa kila kundi linaloiji kwa kila kituo kwa tarehe iliyopangwa linatakiwa kuandaa matoleo maalumu kwa ajili ya kusomesha waseminari. Kumsomesha mseminari mmoja ni shilingi milioni mbili na laki sita. Ikumbukwe kuwa Jumamosi hii ya tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025 ni siku ya jubilei ya utoto mtakatifu na wazee, na muda itakuwa ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Tuwatakieni jubilei njema na ija njema. Kristo tumaini letu. Imeandaliwa na kamati ya jubilei kuu mwaka 2025, Jimbo Kuu la Mwanza.